Precious channel, mastori ya town yanaendelea kama unavyoziona hizi video hapa huku niticha matendo Ya hizi video. So kama kawaida wakaja watu pale, wengine wakawa wanampongeza kwamba ana sauti nzuri, wengine wakawa wanasema o, sasa jamani, unapost video kama hizi ukisikitika, ndo unamuonyesha ule mwanaume wako wa kwa zamani kwamba umehuzunika nini nini, kwo usaoja tena vile ambavyo watu wanatafsiri kulingana na video zilivyo lakini mwenyewe labda anaweza uh, kuwa alikuwa anajiimbia tu, si unajua kujifurahisha, lakini wengine wakazani kwamba labda ndo anasikitika vile, inavyosemekana kwamba mwanaume wake sasa hivi hana mahusiano uh, na yule Elizabeth Michael. Kwa hiyo ndo kama hivyo basi, ndo watupala wakaanza kuongeongea, na pia wengine wakawa wanamjadili sana. Elizabeth kwa sababu anasema kwamba hajiamini, anakuwa anampigapiga mafumbo mwenzake Hamisa, na pia kama mnavyoona hapa, mtaona kuna jinsi ambavyo uh, rafiki wa Elizabeth aliposti picha ya Elizabeth na akawa anamsifia kwamba mke wa majizo sio vitu gani, kwa sababu ule mkaka ambaye anatoka na Elizabeth ndo jina lake hilo. Kwa hiyo huyo akana anatani ya kwamba mke wa maji ya kunywa <laughs> wakawa wale, inasemekana kama wanamchokonoa sana Hamisa. Kwa hiyo Hamisa naye akawa ameamua kujibu kama mnavyoona hapa kwamba mtoto wake ni mweupe kuliko huyo maji <laughs> jamani, kuna mambo jamani, kwa kweli inachekesha na kusikitisha. Basi ndo kama hivyo, ndo naonekana bibia sasa hivi Elizabeth Maeko yuko na ule mwanaume ambaye Hamis amezaa naye. Kwa hiyo ndo ishu kama hii, ni kwa nimeileta kama ilivyo kwa wale ambao mlikuwa hamjaisikia. Kwa hiyo ndo hivi kwa wale ambao mshaisikia, na ile video iliyopita mtakuwa mmeona nilielezea kiundani zaidi. Kama ulikuwa haujaitazama hiyo video, unaweza ukapitia video zetu na utaiona hiyo video, ina maelezo zaidi kuhusu mkasa mzima wa Hamisa na Elizabeth Maeko. Mimi jamani, nilisafiri kidogo, lakini sasa hivi nimesharudi mjini, na nitaweka hapa video kidogo, maana nilizirekodi wakati nipo nchini Marekani. Nilikuwa nimeenda kidogo kule, kwa sababu mimi ni mtu ameshabisha sana, japo kuna watu wanasema oh, sijaona kazi <laughs> kwa sababu nafanya haya ma story ya town, lakini mimi ni mtu wa unajua tena, nina mishemishe nyingi <laughs> moja hapo, ndo kama hii. Nilikuwa katika matembezi matembezi yangu katika show zangu nyingine kwao, nilikuwa nchini Marekani na nikawa nimerekodi hii kikipande kidogo, mtakiona hapa kwa sababu kwa kwa ilikuwa kuna baridi, nilienda kikipindi kibaya cha mouse no nini. Kwa hiyo unaweza kujionea hapa mambo yalikuwa si mambo kwa sababu nchi yetu kama unavyoona iko bomba, hakuna yes, no. Kwa hiyo record hii video, nimerudi chini Tanzania, kwa hiyo na mastori ya town yanaendelea kama kawa, nameshemisha nyingine. Haya, endelea kwa pamoja nasi ili usipite na mastori ya town, bye nawe <coughs>